Hii ni moja ya shamra shamra na shughuli ambazo tumezipanga kuzikamilisha katika kipindi cha wiki hii. Leo hii nayo furaha kuwatangazia wapenzi na wanachama na, na watanzania kwa ujumla kwamba tunasaini kataba na kampuni inaitwa A One products and limited. Kama mnavyofahamu vilabu hivi uendeshaji wake unahitaji fedha nyingi, na sisi kama uongozi tunafanya jitihada za kuhakikisha tunapata wadhamini wengi kwa kadri tunavyowezekana. Kusema kweli sisi tunafarijika, wadhamini wengi sasa wanakuja wanasema, nyumbani kumenoga. Ndio hii ni jitihada ya kazi ambayo tunaifanya kama viongozi kutengeneza brand, kwa sababu hawa wadhamini wanahitaji pia kufanya kazi na brand ambayo inauza. Kwa hivyo kabla hatujasaini mkataba huo itampa nafasi mkurugenzi wa A One naye aseme machache. Kwa... kampuni ya siku nyingi ni kampuni kubwa katika uzalishaji wa bidhaa za vinywaji brindi na bidhaa nyingi, mmoja wapo ikiwa hii hapa ambayo iko mbele yenu, Mo Energy na zingine tutaziona madukani Mo botelo na Mo Passion. Eh, zipo nyingi. Pia tunazalisha maji ya kunywa ambayo tunayapaki kwenye chupa. Pia tuna juice, pride juice zipo, zinajulikana. Sasa kwenye hili kubwa zaidi kwetu ni udhamini ambao tunataka kuingia mkataba na Simba katika matangazo. Mkataba wetu utakuwa mwaka mmoja, baada ya hapo tunaweza tuka renew. Katika huu mwaka wa kwanza tutakachokitoa ni shilingi milioni mia mbili na hamsini za Tanzania ambazo zitakwenda kwenye Simba kwa ajili ya shughuli za kawaida za uendeshaji, kama tunavyofahamu ya kwamba pesa na michezo ni vitu ambavyo vinaoana. Siku hizi kama huna hela, basi hiyo timu inaweza isi, isiende vizuri. Kwa hiyo baada ya kuliona hiyo, sisi A One tukasema ngoja tujumuike na Simba. Simba ni timu kubwa, timu inayojulikana na ni, vidu, ni vizuri siku zote kujumuika na kitu ambacho kinajulikana na kitu kizuri, na Simba ni kitu kizuri bayo, ohayo. Kwa hiyo kwa hayo ningesema tu ya kwamba katika mwaka huu mzima mtakuwa mnaiona hii mo energy. Mo energy ndio itakuwa mwakilishi wa A1 products kwenye Simba. Kwa hiyo wapenzi wa simba watakapokuwa wanaiona mo energy, wajue hii ni product yao. Hata wale ambao si wapenzi wa simba pia wanakaribishwa, ni product nzuri na ina ina virutubisho vizuri. Kwa hiyo nafikiri hayo ndio makubwa nilitaka kusema

Kijana unafanya nini dirishani kwa mwanangu saa hizi? Unafanya nini? Wewe ni kibaka. Hapana. Ila nyumbani kwa watu. Hapana. Wewe ni kibaka. Hapana mzee. Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure, kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom. Shule ya Msangani Sekondari yenye namba za usajili S1133 ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita. Ipo kata ya Msangani, Kibaha kwa Matias, mkoani Pwani, kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Salamu Morogoro. Kwa sasa inawatangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018 2019, kwa wale wenye sifa zinazokubalika, ni katika kombinesheni au taasusi za HGE, EGL, HGL, EK na HGK. Shule ipo mazingira yatulivu na rafiki kitaaluma, imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio. Ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha, ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa, huduma bora za afya, chakula bora na cha kutosha, malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto. Ada zetu ni nafu kabisa, unalipa kwa awamu. Wahi sasa, fomu zinapatikana shuleni Msangani, Riki Hotel mnazi mmoja, Daressalam, Msimbazi Senta Daressalam, Mwanza soko kuu, duka namba27 na Palace Hotel Arusha. Wote mnakaribishwa secondary school learn to excel, excel.